Ni wakati mwingine ambapo Uganda inakaribisha mahujaji kutoka sehemu tofauti nchini mwake na nchi nyingine barani na kimataifa. la Juni tarehe tatu, waumini wa Kanisa Katoliki na Waprotestanti hukutana katika madhabahu ya Namugongo, maarufu Uganda Martyrs Shrine Namugongo. Ipo takriban kilomita 15 kutoka mji mkuu wa Kampala. Hili ni mojawapo ya maeneo makubwa zaidi ya hija ya Kikristo barani Afrika, yaliyowekwa kwa ajili ya kuwakumbuka Waanglikani ishirini na tatu na wengine ishirini na mbili Katoliki ambao waliuawa kati ya elfu moja mia nane themanini na tano na elfu moja mia nane themanini na saba kwa amri ya mfalme wa Buganda Mwanga wa pili. Mahujaji wengi huamua kutembea kutoka maeneo yao hadi Namugongo. Kwa mfano, hao walikuwa wa kwanza kuwasili tarehe ishirini na nne Mei, baada ya kutembea zaidi ya kilomita mia tatu sabini hawa, kutoka Kenya nao, na walivuka mpaka kwa miguu. Wanaotembea husimamia katika vituo tofauti na kupeana moyo kwa kuimba na maombi. Baadhi ya mahujaji walielezea kwamba safari yao pia ni sala ya amani, umoja, uponyaji wa ndani na ukombozi wa familia. Tanzania ni kati ya nchi ambazo huwa na mahujaji wengi pia. Kila mwaka bisa maalum ulifanywa tarehe mosi mwezi Juni ili kumuenzi Mwalimu Julius Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania aliyefariki dunia mwaka 1999. Tamaduni ya maombi haya ilianzishwa baada ya papa Benedict wa 16 kumtangaza Nyerere kuwa mtumishi wa Mungu mnamo Mei tarehe 13 mwaka 2005 ikiwa ni hatua ya kwanza kuelekea kutangazwa kwake kuwa mwenye heri na kutawazwa kuwa mtakatifu. Kwa mahujaji ambao huamua kupitia changamoto ili kufika hapa, kila mwaka kuja Namugongo sio sherehe ya kidini tu, bali ni wakati wa ukumbusho wa, wa pamoja kusherehekea wale waliosimama kwa ajili ya ukweli na dhamira licha ya mateso. Misa ambayo hufanywa Juni tarehe tatu huwa ndio kilele cha sherehe hizi yes. Sherehe za mwaka elfu mbili ishirini na nne zinakadiriwa ziliovutia takriban mahujaji zaidi ya laki sita na elfu themanini wa ndani na nje ya nchi, huku eneo la maombi la Wakatoliki lilikadiriwa kuwa na mahujaji zaidi ya laki tano na elfu sitini na kanisa la Protestanti zaidi ya laki moja na ishirini na tano. Serikali ya Uganda inakadiria kwamba idadi ya watu itakuwa juu zaidi mwaka huu.